Na mkutano kiera mjini tumekuwa kwenye kikao cha masaa mengi sana sasa. Nitawasihi nipe muda, nitawasihi, nisikilize kwa makini kwa mambo machache sana. Jambo la kwanza tulianzisha mfumo wa vyama vingi katika nchi hii mwaka tisini na mbili miaka thelathini na kitu iliyopita, ili wananchi muwe na optheni ya kuamua nani ya waongozi. Mamlaka ya nyiye kuamua nani ya waongozi iko kwenye ibara ya nane ya katiba ya nchi yetu, na ukisoma ibara ya nane ukishuka chini inasema lengo la serikali yoyote itakayoingia madarakani ni ustawi wa watu wa nchi yetu. Yaani serikali yoyote tunayoiweka ni ili ifanye maisha yako yawe bora zaidi, tunaelewana vizuri. Kustawisha maisha yako, na bahati nzuri nchi yetu ni nchi ambayo Mwenyezi Mungu ameijalia kila kitu mnachokijua. Ni nchi ya kwanza duniani na madini yanaitwa Tanzanite, hayapatikani kwingine kokote duniani isipokuwa hapa ni nchi ambayo ina mlima mrefu kuliko yote Afrika, wa pili duniani. Ni nchi ya kwanza kwa kuwa na ziwa lenye upana Afrika, wa pili duniani, ziwa Victoria. Ziwa lenye kina kirefu kuliko yote Afrika, la pili duniani. Ni nchi ambayo ina ukubwa wa kilomita za mraba laki tisa na arobaini na tano. Ukichukua Kenya, Rwanda, Burundi, Uganda, ukichanganya pamoja, hazitufikii. Sisi tuna mlango wa bahari mnajua, jirani zetu Malawi aona mlango wa bahari, ili wapitishe greda wanayonunua kutoka Ulaya iende kwao, ikalime barabara, itapita kwenye maji yetu ya bure. Mungu ametupa nchi ambayo ina dhahabu. Ukianzia kule kwetu Tarime ni dhahabu, ukienda Geita ni dhahabu, ukienda Kahama ni dhahabu, ukienda Ushirombo ni dhahabu, ukienda Mbogwe ni dhahabu, ukija Chunya ni dhahabu, ukienda jida ni dhahabu. Ni nchi ya tatu kwa kuwa na dhahabu nyingi dunia, Afrika na dunia nzima. Na leo kilo ya dhahabu ni shilingi laki mbili na hamsini na tano kwa gramu. nikisema gramu ni kama ukichukua ule wembe ukiuvunja katikati pale kamoja ndio gramu moja. Tani na tani za dhahabu zinatoka katika nchi yetu kila siku ya Mungu, zinasafirishwa kwenda Ulaya. nchi hii ina chuma chuma ambacho tukiamua kukichimba tutatumia miaka mia moja kwa kukitumia chuma hiki. Tuna mlima hapo Rudewa hapa jirani zenu panaitwa Mchuchuma na Liganga. Mungu alivyotupenda akatuwekea makaa ya mawe hapa, alafu kilometa hamsini akatuwekea chuma ili haya makaa ya mawe yatumike kuyelisha iki chuma, ndio maana tuna rasilimali watu watu ni maskini kwa sababu watu walioko madarakani hawana akili wala uwezo. Leo mchere bora wa dunia hii unatoka Chunya, unatoka kwenu hapa Kyela. Si nyie ni wakulima wa mchele? Si watu wanalima mpunga hapa? Watu wa Kyela wanachohitaji watu wa Kyela wanachohitaji wa wanacho, si ni uchukue maji Ziwa Nyasa liko hapa uwapelekee kwenye mashamba yao ukishawapelekea kwenye mashamba yao mkulima wa Kiera hata subiri, si, hata subiri msimu wa mvua ndio alime. Baada ya siku tisini, mpunga ni siku tisini uongo kweli, atakata mpunga wake, kwa sababu kuna maji, atapanda tena tena, baada ya siku tisini atakata, atapanda tena tena, baada ya siku tisini atakata, atapanda tena. Kwa hiyo huyu mtu utakuwa faida ya kulima mara tatu au mara nne, kama unakuwa nao lima. Watu wa Pakistani leo hamna hiyo, kwa sababu hamna maji mnasubiri msimu wa mvua na maji yao. Hapa nchi ya asali na maziwa, watu wake ni maskini kwa sababu ya viongozi wa hovyo waliopo madarakani. Tukiyasema haya wanakimbia, na makamera wanaturekodi, wamejaa kwenye mikutano. Imegeuka kazi ya usalama wa taifa kumfuatilia Heche, kufuatilia Lissu, wanatufungulia kesi za uhaini, wanataka kukutisha ndani ya miaka mitatu ya Rais Samia ambaye mimi nilikuwa kwenye kikao cha maridhiano tarehe ishirini mwezi wa 5 ishirini ishirini na mbili tulienda Ikulu na Mwenyekiti Mbowe, mimi niliteuliwa kutoka kwenye chama chetu. Akatuahidi kwamba mambo yaliyofanywa chini ya, ya mtangulizi wake kuiba uchaguzi kuteka watu kuumiza watu kuchukua mali za watu kwa nguvu hayatajirudia, alituahidi yeye mwenyewe. Leo nini kinatokea? uchaguzi wa mwaka ishirini ishirini na nne mwenyekiti wetu wa vijana yule pale, ni wakili wa mahakama kuu, ana degree na amesoma, ni wakili wa mahakama kuu, alikuwa anagombea kijiji, akaambiwa ajui kusoma na kuandika. Mtu wa darasa la saba wa sisi anajua kusoma na kuandika. Hivi naelewa ya mambo, tulikuwa na vijiji tunavyoongoza, niye hapa mwaka elfu mbili na kumi na tano mwanyamake alishinda ubunge hapa, uongo kweli? Ingawaji amejiunga na watesi wetu, lakini alishinda ubunge hapa. Kwa nini mwanyamake yakwenda bungeni? Kwa sababu ya tume ya hovu ya uchaguzi. Watu walipigwa mabomu hapa sijui siku nne, naambiwa nasema uongo, waking'ang'ana ili watu watangaze ubunge. Mimi nilitangaza ubunge kwa vita, watu walikufa hili mimi niwe mbunge nchi hii ambayo tuna makaa ya mawe, ndugu zangu, hii sujuzi. Tulikuwa Songea, tumehesabu marori yanayopita na makaa ya mawe, maelfu kwa maelfu ya marori yanaondoka na utajiri wa watoto wetu, sisi tunabaki maskini. Watu ambababeiwa, Tanzania maskini, unategemea makaa ya mawe ndio ya kuzalishia umeme wa kulalusha chuma Nchi yoyote duniani iliyoendelea lazima iwe na basic industries, lazima iwe na viwanda vya kawaida. Huwezi kuwa nchi ambayo unaagiza toothpicks kutoka nje, huwezi kutengeneza uchumi. Tulikuwa tulikuwa Mtwara, watu wanalima korosho, niye korosho, mnalima mahindi, mnalima mpunga. Mpunga unahitaji magunia ya kupat. Mbali Nyerere aliacha Tanga inazalisha mkonge, aliacha Lindi inazalisha mkonge, aliacha Mtwara inazalisha mkonge, alijenga viwanda vya magunia vinaajiri watoto wetu, na pezi inayotoka kwa yule mtu anayenunua gunia inabaki ndani ya nchi. Leo tunaagiza magunia kutoka nje, kutoka India. Nchi hii tuna boda boda kila kona, tuna bajaji tunahitaji matairi tunahitaji spoku, hatuna kiwanda cha kutengeneza tairi. Mwaka sabini Mwalimu Nyerere alikuwa na General Tyres inatengeneza matairi. Utatengenezaje ajira kwa watu wako kama wewe niye mna mto akouongo kweli? Kwa nini mto haujai lakini ziwa linakuwa zi na maji mengi? Kwa sababu ziwa lina uwezo wa kukaa na maji mengi. Hiyo ni prinsipo ya uchumi. Kama wewe pesa inaingia na unaitoa kuagiza, utabakije na pesa imjenge uchumi mkubwa kwa sababu wewe unakuwa kama kondo, tunakuwa kama mto. Ziwa ndio linajaa maji, linaajiri watu wa. Tunapochukua pesa za ndani ya nchi yetu tunapeleka China kunua vitu tunavyoweza kutengeneza, tunaitumia China kama ziwa, inakuwa na hera nyingi, sisi tunatumika kama mto, tunabaki maskini. Bila uchumi, hatuwezi kuwaajiri watoto. Watoto wanamaliza shule, baba analia nyumbani, niliuza mpunga wangu bana, nisingeuuza nimsomeshe huyu bora nibaki na mpunga wa, wa ajili, kwa sababu hawana walimu, waliwaahidi. Lakini fedha ambazo zingetumika kuajiri zinasafirishwa kwenda nje. Hebu fikiria hivi, Dubai Dubai ni jangwa. uzan Dubai mwaka sitini na moja ilikuwa na watu elfu sabini elfu sabini Ye, watu wakera ni wengi kuliko watu waliokuwepo Dubai mwaka sitini na moja leo sisi tuna bandari, tunazungukwa, tuna na nchi saba, tunazungukwa na Malawi. Tunazungukwa na Uganda, tunazungukwa na Kongo, tunazungukwa na Zambia, tunazungukwa na Rwanda, tunazungukwa na Burundi, tunazungukwa na Uganda zote ili zipitishe gari kwenye maji yetu, ili wapitishe nguo kutoka nje kwenye maji yetu. Unachohitaji wewe kama serikali ni kujenga gati. Gati ni kama stendi, sehemu ambayo meli itasimama, washushe mizigo, pesa ingie kwenye nchi yako. Mtu akitoka Malawi akifata gari alilonunua kutoka Japani, anatulipa pesa kwa kupitisha kwenye maji aliyotupa Mungu. Kule hayaishi leo wala kesho. Utajiri unakuja hapa, yeah. Leo hiyo bandari tumechukua tumewakabidhi waarabu wa Arabu, e, Dubai, mpaka kiama. Kwamba sisi watu milioni sitini hatuna uwezo wa kusimamia bandari alizoacha mwalimu? Watu milioni tatu wana uwezo kuliko sisi. Tuna uwanja wa ndege Tumekabidhi Omani. Kila mtalii anayepita analipa dola hamsini na tano kwa kuingia, dola hamsini na tano kwa kuondoka. Wanapita watalii milioni moja. Uwanja huko aliuacha mwalimu kukaa pale tukusanye fedha, hatuwezi. Tumewapa Waomani ndio wakusanye wakajenge kwao. Leo dunia hii, nchi kubwa za viwanda zinazalisha hewa ya ukaa zinasababisha machafuko ya mabadiliko ya tabia nchi zinapeleka hewa ya ukaa huko mbinguni kwenye, kwenye anga zinapigwa fine ili nchi zile ambazo zinazalisha oxygen zilipwe hiyo fine kutoka, inaitwa carbon carbon credit, kwamba nyiye China nyiye Marekani nyiye Uingereza nyiye Ujerumani wenye viwanda vikubwa nazalisha hewa ya ukaa na athari, watu wanaozalisha misitu tuwape fedha kufidia misitu kwamba sisi Tanzania tumequalify, tuna misitu mingi inayonyonya hiyo hewa ya ukaa leo tumechukua hiyo misitu tumesaini mkataba na Saudi Arabia kwamba wao ndio waonekane wenye misitu, wao ndio watakusanya hizo fedha. Nchi inauswu left right and center. Tukiyasema haya wanasema sisi ni wabaya, sisi ni wabaya kwa haya tunayosema, kwamba tukae kimya. Tukikaa kimya, mawe yatazungumza. Tumekataa kukaa kimya. Wamemkamata Lisu, wamempa kesi ya uhaini. Nataka niwambie mimi John Heche, alichokuwa nakisimamia Lisu ntakisimamia kwa nguvu zangu zote, hatutarudi nyuma. Wanasema sisi CHADEMA tunasema hivi, tunachotaka ni mabadiliko ya kanuni na sheria za uchaguzi ili tuende kwenye uchaguzi ambao ni huru na haki. Kusema hivyo tuna makosa gani? kwa nafanya, hatutaki askari muhusike kuiba uchaguzi. Tumekataa, hatuwezi kuwa sehemu ya huo uchafu. Hatutaki walimu wetu wahusishwe kwenye wizi wa uchaguzi. Ndicho tunachokisimamia. Kwa nataka niseme mbele yenu kampaini ya no reforms, no election itaendelea bila kurudi nyuma. Piga risasi wakitaka watu, uwe wanatuambia hivi. Leo wameenda kusaini kitu kinachoitwa maadili ya uchaguzi kwamba chama ambacho hakijasaini leo hakitashiriki uchaguzi. Hawa wanaotaka tusaini maadili wana maadili kiasi gani? Kailima, una maadili gani wewe? Watu mnaoiba kura, mna maadili gani nyinyi? kuiba uchaguzi ni maadili? kuiba kura ni maadili? hatujaona polisi wanaingiza kura kwenye masanduku? si tukashiriki kwenye ujinga huo, tumekataa. Sawa sawa, ndugu zangu, tunasimamia pale pale. Sisi hatuogopi uchaguzi afande. Mi nimeanza kugombea ubunge niko mwaka wa pili chuo kikuu na nimekuwa mbunge, najua utamu wa bunge. Hakuna mtu anaweza kuniambia mi naogopa uchaguzi. Mimi siogopi uchaguzi. Kuna mtu anaweza kunishinda mimi ubunge kwenye free and fair election? talin palewasubutu, wana uwezo huo? Hii mashine ni ya kuotea mbali kabisa. Wana hoja za kujibu mambo mi yaweza kusema mimi. Hiki ni kichwa kimelelewa vizuri, kimesoma vizuri, kina akili hiki ni kichwa kinaangalia miaka mia moja nchi yetu itakuwaje. Sisi hatutakuwepo, tunataka watoto wetu warithi nchi ambayo ni asari na mazuri. Watu wetu wanaishi kwenye umaskini wa kutengeneza, na viongozi wa bongo. Vijana mnaishi kwa kufanya betting katika nchi ambayo mlipaswa nyie mwe mna enjoy dunia. Dunia nyingine unaenda nchi kama Norway watu wake wanapewa child support wanapewa sapoti na serikali, wasiokuwa na kazi kila mwezi wanaingiziwa hera. Sisi tuna gesi futi za ujazo trilioni hamsini na nne nukta tano watu wetu ni maskini. Bob Marley anasema kwenye wimbo wake wa ratles, ina bandans of water efuri thesti, katikati ya wingi wa maji, mjinga na kiu. Unawezaje kuwa na kiu wakati huko katikati ya ziwa Nyasa, katikati ya utajiri katikati ya utajiri wa jinga ni maskini, watu wetu ni maskini. Tumekuja kuwaomba mtunge mkono kwenye tunayoyasimamia. Wanasema chama hiki kisiposhiriki uchaguzi wa kipumbavu kitakufa. Tumesema hivi kama tutakufa kwa kusimamia ukweli, Mungu atatambua tulisimamia ukweli na kife ndani ya miaka mitatu. Rais Samia na serikali yake wamejaribu kumwekea mwenyekiti wetu kesi ya ugaidi, Freeman Mbowe. Hukumu ya ugaidi, ndugu zangu, ni kunyongwa mpaka ufe. Kesi ikawa ya uongo, wakamwachia kwa aibu. Leo wanamwekea Lissu kesi ya uhaini ya uongo. Hukumu ya uhaini ni kunyongwa mpaka ufe. Lissu, aliyepigwa ali risasi kumi na sita Mungu akamwokoa, wanataka muua kwa kesi ya uhaini. Hawa watu ni wabaya kuliko wa koroni. Wanataka kutuua kwa sababu tuna mawazo tofauti na wao. Sisi tunataka kushindana kwa hoja, hatuna bunduki, hatutaki kupindua nchi hii, tunataka uchaguzi huru na haki. Hawa watu wanaoiba uchaguzi ndio wahaini kwa sababu unapindua mawazo ya wananchi ambayo wamepewa nguvu hiyo kwa mujibu wa ibara ya nane ya katiba. Hao ndio wahaini, sisi sio wahaini. Mwalimu Nyerere alisema tuwasi dhidi ya mifumo miovu na kandamizi inayoumiza maisha yetu, na sisi hatutakubali kuwa sehemu ya uchafu wa nchi hii ambao unasimamiwa na jeshi la polisi na, na vyombo vingine vya dola. Tumekuja kwenu kuwaomba muunge chama hiki mkono, msimame na chama hiki mkitetee katika wakati mgumu na katika wakati wa raha, tutapashiu hishu na wasifikiri tutarudi nyuma. Hakuna kurudi nyuma. Tuna karatasi zinaitwa petition. Kila mtanzania hata kama ni askari anayepinga na nesha ya binadamu binadamu, sio mtu wa maonevu. Binadamu anakuwa maonevu pale anapowekwa kwenye mfumo unaokubali uonevu impunity binadamu hapendi uonevu. Ndio maana ukiona mtu anapigwa utaumia, that is nature. Lakini ukilelewa katika uonevu uta baadaye utakuwa sehemu ya uonevu. Tusikubali kujenga kacha ya impunity na kacha ya kutokuhurumiana na kacha ya kuumizana. Nataka kumnyonga Lisu kwa sababu Lisu anasema ukweli. Hatutakubali. Tunaomba wote ambao hamuungi mkono wizi wa uchaguzi kuja nazo kwenye kata, kwenye mitaa na hata leo Kasamba Rubaki hapa, watu wapange mstari waendelee kusaini, unaandika jina lako, unaandika namba yako ya simu na unaweka saini. Tutazipe, tunahitaji saini milioni kumi na tano, tutazipeleka Umoja wa Mataifa kuonesha kwamba Watanzania hawataki wizi wa uchaguzi katika na tutazipeleka mahala pengine pote duniani. Tutampelekea Samia mwenyewe kumwambia watu wa Tanzania hawataki uchaguzi wa aina hii, ukiyazimisha kwenda kwenye uchaguzi na uchaguzi wa bila CHADEMA utakuwa uchaguzi gani? Wanachukua vyama vya mfukoni, eti wanadanganyana, eti wataenda navyo kwenye uchaguzi. Nani ataenda kupiga hiyo kura? Ntaenda kushiriki uchafu bila chama ch kuna watakaye haribu muda wake kwenda kupanga mstari leo. Katiba ya nchi yetu ibara ya ishirini na saba mbili inasema ni wajibu wetu kulinda rasilimali za nchi, kulinda mali za nchi yetu. Unachukua bilioni mia tano unazipeleka kwenye uchaguzi ambao umeshaamua nani awe rais. Kwa nini mnaenda kufanya huo uchaguzi? Kwa nini msichukua hizo pesa mkawaletea wananchi matrekta, mkawaletea maji tia nini walime pesa, wapate pesa mfukoni kuliko mnavyoenda kuziharibu. Kwa nini mjitangaze? Mjitangaze halafu, mcinajitangaza, hizo pesa pelekeni kwenye mambo mengine wa wa ya wananchi, tumaelewa na watu wa kera. Jana mmesikia wabunge wa CCM wanasema kwamba Rais Samia siumteue Majaliwa kuwa waziri mkuu. Hiyo ni dharau kubwa sana dhidi ya Watanzania kwamba tayari Samia yeye ni rais, nyiye mwamue msiamue, yeye ni nini. Nani atakusikilizeni nyie mtakapolalamika kuhusu barabara mbovu, kuhusu maji, kuhusu nini? nani atakusikilizeni kama kura yako haiamue? Ndio maana lazima mpiganie nguvu yote kuhakikisha tunarudisha heshima ya nguvu ya kura ya wananchi. Fomu hakikishe kila mtu amesaini nyumbani kwako, zikifika viongozi watapita zisaini. Mungu awabariki sana. Nilikuwa na hamu ya kuzungumza na nyie kwa muda mrefu, lakini muda wetu ni mdogo sana. Asanteni sana watu wa Kiera. People! People! Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mungu awabariki sana.